nani asikilonga yeye mwenyewe tuko kwa salama yeah. Mheshimiwa wangu mkuu wa wilaya nakupenda sana tena tenau, ndo silasi, ukiangalia sura ni silasi na kwenye nguvu nipo, usipime ndugu yangu Mheshimiwa deo ni wa, deyo, ambaye ni diwani wangu, mbona usishangilie ndugu yangu? Asanteni sana ndugu zangu.